t inasemaje? Sikuwaumba majini na watu safi ila wapate kuniabudu. Hebu mpeze wangu ndio hiyo sasa. Hiyo maandiko inaamini, munaamini hii majini ama, kwa sababu Biblia imekataa? Kwa sababu wakati swali lako mzeni gani aya ikasomwa, ulete swali umeamini ku majini

Umeuliza swali kama tunaamini majini? Ah. Unaamini miti? Miti? Eh. Kwa sababu Mungu? Eh. Qurani nasema. Sasa mimi nimekuuliza tu. Ah. Haya wacha na miti. Unaamini kuna magari? Magari iko. Sasa eh. Sisi tunaamini majini yako. Sasa unaamini kwa sababu hii Qurani inasema Mungu ameumba majini. Kwa, kwa. Sarie kwa... kuabudu Mungu. Nde. Tumemaliza, umeanza kutoa jawabu yako mfukoni. Ulikuwa unauliza swali kwa na jawabu mfukoni. Umerudia, kama tunaamini majini ama kama tunajua majini ama yake kuamini ama, hebu weka swali sawa, unaamini majini? huyo kumi na tano ishirini na sita mtego na tulimuumba mwanadamu kwa udongo mkavu. ishirini na saba, na majini hey, tuliwaumba kabla. Qur'an inasema majini walifanyaje? Majini wanadamu, waliumbwa kabla kabla mwanadamu kuumbwa. Kuna viumbe walikuwa wanaitwa majini waliumbwa kabla ya nani? No, ya mwanadamu sio? Kwa hivyo majini wako mpaka, kuna majini wajaluo, majini wajaluo kuna aa nah, nah, nah, wakati vita ilitokea binguni Mikaeli na, kapigana na joka na, na, na, na, na, na, na. bnn <laughs>

na tulimuumba mwanadamu kwa udongo hey. Kwa udongo mkavu unaotoa sauti ndio unapogongwa hey. Unaotokana na matope meusi, mpe mwanadamu ameumbwa na matope meusi huyo hey. Mtu atatoka mzungu, atatoka, atatoka mzungu. Kwa hivyo mzee wangu, vile wanadamu tumegawanyika makabila na imani, Muislamu, Mkristo, hivyo. Vile wanadamu wamegawanyika makabila na itikadi na imani, ndio majini hivyo hivyo wamegawanyika hatujapewa upeo wa kuona na macho yetu mpaka huyo jini ama huyo pepo ajibadilisha wewe kiumbe kingine. Waona mimi majini kwa sababu naona Waislamu wanaamini ana Mungu aliumba majini wasaidie kazi. Usiongee ukikaa hapo, usiongee vitu huna elimu nazo, ukiingiza ushahidi unakosa. Na unaamini majini ama

iko iko ziko miti iko. Nani aliumba ng'ombe? Mungu. Unaamini ng'ombe ziko? Eh, ziko. Nani aliumba samaki? Mungu. Unaamini samaki ziko? Nani aliumba majini? Mungu. Unaamini majini wako? Wako. Wako sasa, Korani inasema Mungu aliumba majini wasaidie kazi

isomee Kurani 930bna Mayahudi wanasema Uzeri ni mwana wa Mwenyezi Mungu, na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Haya ndiyo wasemayo kwa vinywa vyao basi na kuyapima wanayaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao, Mwenyezi Mungu awaangamize. Wanageuzwa wana wana wana wana wana namna gani hawa? Swali so, langu ni rahisi sana ni, ni, ni wayahudi gani hao wanaosema kwamba uzeri mwana wa Allah?

kwa, kwa hivyo kusikiza ah, na inasema kuna watu waliokufuru miongoni wali mwa watu wakita una wajua ni kina nani hao? Wayahudi, Wayahudi na Wakristo walio kufuru wakasema, uzeri ni mwana wa Mungu, na nyinyi pia vilevile mkakufuru mkasema, Yesu ni mwana wa Mungu Mungu munguiasema

wakakuburu na kukuburu ni kumtuka na Mungu. Hao wayahudi waliokuburu wakasema Uzeiri, mtu alikuwa anaitwa Uzeiri, Mungu amemulaza miaka mia akarudi akaukukua akarudi kwa jamaa zake akiwa na miaka arobaini na amekaa miaka mia akifika nyumbani mtoto aliacha na miaka miwili anakuta mtoto wake ako na miaka mia moja na mbili yako na miaka arobaini wakasema si mtu wa kawaida huyu, huyu mwana wa Mungu nao wakirito sababu ya ukafiri wao wakainga maneno ya waleo waliokufuru kabla yao, nao wakamchukua na viis ama Yesu mwana wa Mariam, wakasema huu ndiye mtoto wa Mungu. Na kuuliza bro, hapa tunafundishana. Unajua ni nani waliokufuru kabla yenu? Nitakujibu ukinijibu. Hao ambao unasema wanasema Uzeri ni mwana wa Mungu, ushahidi huko wapi? ulisoma wapi? Wale waliokufuru miongoni mwa watu wa kitabu na washirikina walitoa ahadi kuwa Hawataacha walionayo, nyinyi mliokufuru mafundisho ya manabii ahadi kwa Mwenyezi Mungu kwa hamtaacha mlionayo katika kitabu Taurati, Zaburi na Injili kwende mpaka hawataacha walionayo mpaka iwajie hoja iliyo dhahiri, Ehe, ya kuonyesha upotofu wa dini yao hiyo hiyo hoja ni mtume ambaye anakuja kuonyesha upotevu dini yetu ya Ukristo na hiyo no, dini enu ya Wayahudi, naye ni mtume aliyotoka kwa Mwenyezi Mungu. Ile hoja mweka haja hamtaka katika kitabu mpaka ija hoja ya kuonyesha upotevu au upotovu wa dini yenu

Hawa Mayahudi waliomwita Uzeri mwana wa Mungu ni kina nani? Uliza autu swali, ni hili uwezi meka klei useme Wayahudi wanasema Uzeri mwana wa Mungu na utoisaa ushahidi. Sisi ni story za jaba shaa ushahidi ni mtoto wa Mungu wapi? ikwapiede uelewi? kwa sababu kwa Mungu Qurani imesema, nipeleke kwake. Ulikuwa unataka nini? Alafu haya kitabu cha Wahudi ni gani, eh?

No inasema wale hey, hey, katika ahli lkitabu tuliwapa kitabu oh, Taurati oh, Injili, Zaburi wakakisoma oh, kama ipasavyo kukisoma bila ya kupotoa tafsiri yake wakazoma Taurati, Zabuli na Injili bila kupotoa tafsiri yake, amnakuja kupinda nimgezo wako, unatoa imani yako kwa kwa wafarili unaifatika kwa maandiko wala kutoa hili na kutia hili bila kupotoa tafsiri yake, bila kutoa hili na kutia hili. Wala fanyaje hao uiamini hii Qurani, wakasilima saa hao. Wanaamini Qurani ni wale wale, hawako jamaa, mana wanani

kumfuata Nabi Musa uh -huh. au Nabi Isa uh -huh. Yesu zamani na sasa, kumfuata Nabi Muhammad haoni hao wakukufuru, lakini waliokufuru hata leo tume mna mpinga, wakati mlikuwa mmetoa ahadi kwa Mwenyezi Mungu hamkaacha mlionayo katika Taurati na Injili, hoja iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu nayo ni mtume

yaliyomo katika Qur'ani yamo katika vitabu vya kale walivyoteremshiwa wali mitume wa zamani. Hawa hawana kitabu cha mtume hata moja. Hata subiri, unakimbia mwezi ya nini? Uanze kuongea na mimi, naongea unakimbia, na mimi naongea unakimbia. Mwezi ya nini ubisha vitu hujui, vitu una elimu bwana. Usije kesho usije kutumbua, wale hawaku kufuru nyinyi mkakufuru nyinyi. Hey, so. Kitabu cha mtume yote kwa hiyo hapo, unakiwa lazima Muhammad humuamini, na Mwenyezi Mungu anasema. Baada ya kuacha hoja hapo, soma mlipomweka Mwenyezi Mungu akamaje tano kubiana Qurani, na ndio mnapigana mpaka dia gani, tano kubiana Qurani hiyo, mti yake zaidi mlatu. Mwenyezi Mungu akweka ndio mpaka tano kubiana Qurani inasema, baada ya dhibila, baada mtaendelea kupigana mti yake makanisani. Kwa nini hiyo? soma na kwa wale waliosema eh, sisi ni Wakristo eh, tulichukua ahadi kwao. Unaona mara ya pili Mwenyezi Mungu alikuwa ahadi kwa wenu. lakini lakini wakaacha sehemu kubwa ya yale waliokumbushwa. Mkaacha mkakuja hapa kuanza matohoho. eh, kwa hivyo eh, tukaweka baina yao wenyewe uenye kwa wenyewe uadui na bughdha eh, mpaka siku ya Kiyama. Hamtaki kupigana matia gashi. Uadui na bughdha mpaka siku ya Kiyama lakini Yusufu, tubili kwanza mtu moja moja, na rudi kwako. Yusufu, chairman. Sema mambo Salama. jana sehemu iliisha, na tulikuwa tunazungumzia hayo ulikuwa metoa katika Qurani, baada ya vi kutoka kumi na mbili thelathini na tano Yohana, kweli mambo ya nuru, ukatoa aya lasini. Tunajua kabisa katika sifa za Mwenyezi Mungu, Mungu ana majina gani mazuri? Tunajua ana majina 99. Mwenyezi maana yake ukasema sababu Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu ni nuru ya mbingu na ar, ardhi. Ukaenda kumi na mbili thelathini tatu ati mwana wa nuru ni mwana wa Mungu, Yesu ndiye alisema. Ukajadili mwana tukamaliza, ikabaki nuru, sio? Tuko nuru nuru sasa. Hey. Sasa ukisoma Qur'ani ni nuru ya mbingu na, na ardhi ardhi. Mfano wa nuru yake, wa wana wa nuru ndio wanasema Yesu anasema nimeweka ukiona nuru eh na unaambiwa uwe mwana wa nuru inamaanisha uwe mwana wa Mungu. nuru ni Mungu. Oh, nuru ni Mungu. Hey. Ina Qur'an inasema hakika hey. hey. hey. tuliteremsha taurati yenye uongozi hey. na nuru okay. Taurati iko na uongozi na nini? Taurati iko na nuru. Ah. Nuru. Chandi, iko na nuru acha niende, nuru iko na uongozi na nuru Taurati ina nini? nini mimi, mimi Ah, watu wamesema ni Mwenyezi Mwenyezi Mungu. Umeelewa hiyo? Nielewa kwa nini kama general Mungu anasema ameteremsha Taurati iko na uongozi na nini? Na nuru. Kwa hivyo, unataka kusema hapa Mwenyezi Mungu ameteremsha Taurati iko na uongozi na Mungu. Sasa nasema hivyo Taurati iko na uongozi, okay, na iko na, na, na, na, na, okay, na, orati, na Mungu. Sikusoma Taurati unapata Mungu ah.